Jini yeyote ana ujasiri jini wa kusogea kwa mwanadamu hana. Yaani, ukiona jini mpaka anamwingia mtu, ujue kuna binadamu mwingine aliyefanya agano la siri la kishetani akamwinkale juu huyo jini na kumconnect na huyo binadamu kwa kutumia ACD, yani nguvu ya imani ya huyo mtu, yani ule ujasiri wa mtu, mamlaka ya imani ya mtu, support company ya mtu, amepewa jini. Kwa hiyo anaingia kwako kama komesha yako, ila kwa uharishia kwanza. Jini hata akiitwa maeneo mengi, milango mikuu ya kuzimu ambayo majini yanapita ni bwawani au ziwani Baharini, mtoni, kisimani. Akiitwa jini, anavyokuja, hawezi jini kuja hivi, hawezi hawezi.